Mwigizaji wa filamu ya Jua Kali afahamikaye kwa jina la Kitundu amefariki dunia siku ya leo, na ujumbe huu umeweza kutumwa moja kwa moja kupitia ukurasa wa Instagram, baada ya director wa tamthilia hiyo ameweza kushea ebana picha yake, lakini pia ujumbe ambao umekuwa ukisomeka kwamba Kitundu ameweza kufariki dunia. Sasa kupitia ujumbe huu ebana alamata ameweza kuandika ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi kwenye uwanja caption. Umeniweza Kitundu. Akaka emoji fulani hivi za kulia. Lamata village E bana, tunasikitika kuweza kumpoteza msanii wetu wa jua kali e, bana Kitundu underscore jua kali tulikupenda lakini Mungu amekupenda zaidi. Akaweka emoji fulani hivyo za kulia. So huyo e, bana ni Lamata ambaye aliweza kutoa ujumbe huu kupitia e, bana ukurasa wake wa Instagram akiendelea wa wa kuambia watu kwamba e, bana Kitundu amefariki dunia. Wapo watu tofauti tofauti ambao wao wameweza kutoa comment zao baada ya kuweza kupatwa na hii taarifa ya Kitundu kuweza kufariki dunia. Ni MC Mboneke ambaye ni mchekeshaji huyu ambaye amekuwa ni mtengeneza mauzui pia e, katika mitandao tofauti tofauti, Instagram, TikTok naye ameweza kujumuika pamoja na ebana Lamata.

kutoka hapa hapa nchini Tanzania yeye, yeah, akiwa anasema rest uh, uh, rest well champ. Lakini pia anamuona Asma Majid yeye, yeah, anasema inalilai Ila ila ila ila jun lakini pia anamwona Joketi huyu ambaye naye ameweza kusema eh, pole sana. Wapo watu wengi sana hususan wadau wa burudani katika eh, bana engo tofauti tofauti, wao wameendelea kutoa eh, bana komenti zao za masikitiko kabisa, wakiendelea kumtakia eh, eh, bana mapumziko mema baada ya Kitundu kuweza kufariki dunia ni Mungu ailaze roho ya malema rapema peponi. Ni upi mtazamo wako kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Drop comment yako kwenye nja comment hapo, usiche kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.